Unajua kwamba katika ulimwengu huu kuna nguvu nyingi sana za kiulimwengu ambazo zinaweza kupatia mafanikio. Nimeweza kufundisha video mbalimbali juu ya nguvu za kiulimwengu ambazo zinaweza kupatia mafanikio, lakini leo nitakufundisha jinsi gani unaweza kutumia yai la kuku wa kienyeji, yani yai la kienyeji ambalo inaweza kupatia mafanikio makubwa na kupatia utajirisho mkubwa, hususa ni juu ya fedha Kikubwa kabisa ungana mimi uweze kujua kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ni namna gani unaweza ukafanya na ukapata utajirisho ama mafanikio makubwa kabisa ya kifedha kwa kutumia yai, kama nilivyokwambia kwamba zipo nguvu nyingi za kiulimwengu ambazo unaweza ukazipata kwa kupitia yai la kuku wa kinyeji, na ukajipatia mafanikio makubwa ya kiuchumi ama mafanikio ya kifedha na ukatajirika kabisa. Katika ulimwengu huu tunaoishi mimi na wewe wapo watu wengi ambao wameweza kufanikiwa kwa kutumia nguvu za ulimwengu wakiambatanisha na yai. Nadhani umewahi kusikia watu wakitumia mayai katika masuala mbalimbali ya kifedha ama utajirisho. Eh, na watu hao ambao wamekuwa na imani hiyo wamekuwa wakitajirika kabisa mpaka sasa, wengi wao ni mashuhuda. Nimeleta video hii kwa ajili yako ili iweze kukusaidia kama utakuwa na hitaji ama ni mtu mwenye imani hizi eh. Itakusaidia sana kama unaamini katika nguvu za kiulimwengu, kama utafanya kwa imani, maana kwamba utafanikiwa kikubwa kabisa. Nitakiwa uweze kuwa na imani juu ya kazi hii ambayo utakayoifanya ili uweze kufanikiwa kabisa. Mahitaji ambayo ni muhimu kabisa ili uweze kutengeneza na kuweza kumiliki nguvu hizi zinazotokana na yai, ili uweze kufikia mafanikio yako lazima uweze kuwa na yai lenyewe kabisa ambalo ni la kienyeji yani, yai la kuku wa kienyeji. Pili, lazima uweze kuwa na glasi nyeupe isiyokuwa na maandishi wala maua yoyote yale juu ya glasi hiyo. Lazima uwe na kijiko kimoja cha chakula ambacho unakitumia kila siku nyumbani mwako au hata kama hukitumii, lakini kijiko cha chakula. Lazima uwe na karatasi nyeupe ambayo haina maandishi yoyote kitu kingine lazima uwe na makapeni ya wino wowote ule isipokuwa wino mwekundu. Lakini vilevile vile lazima uweze kuwa na kalamu ya wino wino wowote, lakini usiwe ni wino mwekundu. Baada ya kuvipata vyote hivyo, ndipo ingia katika suala zima sasa la kuanza kufanya kazi ili uweze kujipatia nguvu hizo za kiulimwengu kutoka katika yai na uweze kupata mafanikio makubwa kabisa. Kabla ya kufanya chochote, hakikisha karatasi yako nayo kabisa na akili yako imekwisha kutulia, isiwaze kitu kingine, na ikiwezekana uweze kukaa katika sehemu moja ya utulivu, au uweze kujifungia chumbani mwako, na uweze kufanya kazi yako kwa wakati na ienende vizuri kwa muda mwafaka, ili usiwe na ile hali ya kuhamisha akili na kufikiria vitu vingine ambavyo vinaweza vikasumbua akili yako. Kabla ya kufanya chochote hakikisha kama nilivyokuambia kwamba unaweza kuwa na imani na nguvu za ulimwengu eh, kabla ya kufanya jambo lolote lile, kitu cha kwanza, chukua kalamu, andika majina yako mawili katika karatasi hiyo nyeupe. Kwa mfano, unaitwa Juma Johnson, unaandika Juma Johnson. Usiandike majina matatu, ni majina mawili tu. Yani, la kwako na la baba yako, kama unaitwa labda ni Michael Abelie Enos unaandika Michael Abelie katika karatasi hiyo. Baada ya kumaliza kuandika jina lako andika kiasi cha fedha chochote kile unachokihitaji wewe, mfano elfu kumi, laki moja, milioni moja, milioni kumi na kadhalika. Andika kiwango cha pesa yoyote ile unayohitaji wewe uweze kuipata, kisha andika jina la nchi yako unayokaa ama unayoishi pamoja na mkoa wake. Hakikisha ni eneo la makazi yako ya kudumu. Usiandike mkoa ambao huenda umetembelea tu kwa muda, utarejea katika mkoa wako ambao huwa unaishi. Kwa mfano unaandika Tanzania dash Geita. Kwa hiyo andika jina la nchi yako na mkoa wako kama nilivyoweza kutoa mfano. Kwa mfano unakaa Tanzania Geita, utaandika Tanzania dash Geita, Tanzania dash Mwanza na kadhalika. Andika kulingana na mkoa wako uliko, ndivyo uweze kuandika kwamba wewe unaishi mkoa gani. Baada ya kumaliza kuandika yote hivyo, chukua yai lako la kienyeji pamoja na makapeni yako ambayo ina wino usiokuwa mwekundu Upande mmoja andika jina lako. Kama jina lako ni Michael, andika upande mmoja wa yai, kama unavyoona katika yai. Hapo tumeandika jina hilo la Michael, nawe andika jina lako katika upande mmoja wa yai. Aya, upande wa pili unaobaki wa yai andika kiasi kile cha fedha ulichokuwa umeandika pale. Baada ya kumaliza, nuuia maneno yako eh ambayo unahitaji uweze kufanikisha, ni kitu gani unataka eh? unataka nguvu za kiulimwengu zikutendee nini? unahitaji pesa? Ndiyo, nuia maneno yako. Baada ya kumaliza kunuia maneno yako kwa nguvu ya pesa, hatua itakayofuata, chukua glasi yako ile nyeupe, chukua na kijiko chako kile cheupe, kisha pasua yai ndani ya glasi baada ya kumaliza kupasua yai lile ndani ya glasi, chukua karatasi yako ile ambayo ulikuwa umeandika jina lako kiwango chako cha fedha pamoja na jina la nchi yako na mkoa wako, ichane katikati. Chukua kile kipande ambacho ulikuwa umeandika vile vitu. Baada ya kumaliza, hakikisha unakunja inakuwa ndogo kabisa, kisha weka ndani ya glasi. Changanya kwa pamoja hadi viweze kuchanganyikana vizuri kabisa mchanganyiko wako uweze kukaa vizuri. Baada ya kumaliza kukaa vizuri mchanganyiko wako, sasa umeshaona ulivyoweza kuchanganyikana ndani ya glasi. Chukua mchanganyiko wako huo ulio uchanganya ndani ya glasi. Toka nje ya nyumba yani, uweze kufukia ule mchanganyiko wako. Unaweza ukaufukia hapo unapoishi au ukaofukia porini, yani popote pale, unaweza ukaofukia ule mchanganyiko wako, kwa sababu nguvu za kiulimwengu ulimwengu zitakuwa zimekwisha kuingia na zitafanya kazi. Nguvu hizi za kiulimwengu ulimwengu huambatana katika yai. Yai nadhani kila mtu analifahamu na umaarufu wake linajulikana. Yai ambayo takuwa utumie ni yai la kuku wa kienyeji, usitumie yai la kuku wa kizungu ama kisasa yai la kuku wa kizungu utapata nguvu lakini hautaweza kufikia mafanikio yako kwa haraka. Ili uweze kuyapata kwa haraka, lazima uweze kutumia yai la kuku wa kienyeji, sio yai la kuku wa kizungu. Kwa hiyo fanya hivyo, uweze kutumia yai la kienyeji ili uweze kupata kile ambacho unakihitaji, kile ambacho umekusudia. Mwingine anaweza akajiuliza hapo alipo, yuko ugenini na baada ya muda atarejea, au yuko katika utalii, baada ya muda atarejea kwake. Usifanyie katika mkoa mwingine, fanya ndani ya mkoa wako unaoishi wewe, ili uweze kupata kile ambacho unakihitaji. Ukifanyia katika mkoa mwingine pia utapata, lakini hautaweza kupokea zile nguvu eh? kubwa za kiulimwengu juu ya mafanikio yako. Utapata kidogo, lakini ukifanyia ndani ya mkoa wako ule unoishi sasa, utapata nguvu nyingi za kiulimwengu na mafanikio yako yatakuwa ni makubwa kabisa. Lakini pia ni kusi, kama ndio unaungana nasi kwa mara ya kwanza hakikisha una subscribe kisha unaruhusu alama ya kengele ili ka taarifa zetu uweze kuzipata kiulesi zaidi, na langu ni nikasi usimwanga. Tutaonana wakati mwingine.